tunashukuru Mwenyezi Mungu kama Yanga tumekuwa mabingwa. Tunawashukuru mashabiki wote wa Yanga kujitokeza tangu mwanzo wa msimu mpaka leo hii, tumekamilisha msimu lakini bado mchezo wetu wa mwisho wa fainali, wajitokeze kwa wingi tukachukue na, na lio naonekana hey. Kiwango cha juu nadhani ni kujitunza, kujiamini na pia kufuata maelekezo ya mwalimu na kushirikiana na wachezaji wenzangu uwanjani. Kila mwalimu ana mtu wake wa kumtumia kipindi cha Saidi nimepata sana nafasi ya kucheza huyu naye nikuwa napata hivyo hivyo, ni mifumo ya mwalimu, anajua nani wa kumtumia katika mechi. Ndio hivyo asante. Msimu huu <coughs> <coughs> uliniongezea kitu nyingi sana kwa nasubiri, kama ukipita kipindi kigumu usikate tamaa. Yeah. mwamini tu Mungu yeye yeah, yeah, niyeye anajua, amekuwekea mbele, so siyakata tamaa. Nimeendelea kumwomba Mungu. Sasa hivi niko hapa nimeshinda tu kombe na timu, namshukuru Yanga. imekuongeza nini kwenye karia yako kidogo? Nimechukua kombe kombe la kwanza la kwanza. Mimi kwa na kusaidia timu kama timu imeshinda na furaha. Aina niongezea tu kusemani niache ni fight Unajua, ni amini ma teammates wa kwangu and niendelee, hawezi kujua maybe simu zao tena, tunaweza kushinda. Kwanza ilikuwa, unajua, ilikuwa inasumbua pale, lakini after ya kucheza nilizoea, then niko hapa. Kwa kama mchezaji, tunajivunia hichi ambacho tumepambania na ukipata umekuwa sehemu ya mafanikio hayo ukicheza mechi kaza, pengine msimu huu ni moja kati ya msimu wako bora, niweza kusema msimu bora, kwa sababu nimekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamepambania timu za kupata ubingwa na, na pengine nini mashabiki katika msimu huu isabiu wazidi kutombea tu imara, waombe viongozi tunafanya vizuri zaidi. kama furaha hii na ushindi huu unaupeleka kwa Unau, kwa kwa nani nani, au mke mke wangu wangu, huko wananchi sana na pengine bado nipo Yanga mkataba wangu, naweza bado nipo hapa. kitokea kama kuna hapa natokea, basi tutafahamika. alikuwa anaonesha kiwango kizuri. ilikuwa ni msimu gani hasa? ulikuwa msimu mzuri, kwa sababu namshukuru Mungu, napata nafasi, nafanya vizuri. kwa hiyo ulikuwa msimu mzuri sana kwangu. Kijana ni umri kama wako wako ambao uko kwenye timu nyingine, unaambia nini ambao wewe ume, umecheza katika timu kubwa na umekuwa katika mafanikio haya? Naombea wapambane, kwa sababu kila kitu duniani, Mungu atawasaidia, watafika hapo.